Hatua tunazopiga leo zinalingana moja kwa moja na ajenda ya maendeleo ya viwanda na ajira ambayo Mheshimiwa Rais ameendelea kuisimamia kwa weledi na uzalendo mkubwa sana. Tukio hili la utiaji saini wa mkataba wa ruzuku katika shirika la taifa la maendeleo na mfuko wa maendeleo ya misitu Tanzania, TAF ni tukio la kihistoria linalobeba matumaini ya kizazi hiki na kijacho katika kuinua uchumi wa taifa kupitia kilimo cha miti ya mpira. Ni fahari kwa shirika letu kushirikiana na taasisi mahiri kama TaFF ambayo imejipambanua katika kusimamia matumizi endelevu ya misitu nchini. Mradi huu utakuwa na manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi wa Kilombero kwa kuongeza ajira kupanua wigo wa uzalishaji wa ndani na kuimarisha mapato ya taifa kupitia sekta ya viwanda vya mpira. Wananchi wa maeneo kutekelezwa na wananchi wa maeneo yanayozunguka shamba la Kalunga hususan kutoka vijiji vya Chita, Idete, Michenga, Mchombe, watashirikishwa kikamilifu katika utekelezaji wa mradi huu wa upandaji wa miti ya mpira kwa njia mbalimbali zikiwemo ajira za muda na za kudumu, ushiriki katika uzalishaji wa miche, upandaji na utunzaji wa mashamba, pamoja na mafunzo ya uelimishaji juu ya faida za miti ya mpira, uhifadhi wa mazingira. Ushirikishwaji huu utawezesha jamii kunufaika moja kwa moja kiuchumi na kijamii NDC waliomba fedha zaidi ya hichi walichoomba, lakini na sisi kila mwaka tunaangalia uwezo wetu wa kuweza kutoa. Kwa hiyo mfuko uliridhia kuipatia NDC shilingi milioni mia nne na mbili kwa ajili ya kutekeleza huu mradi wa kuendeleza shamba la miti ya mpira lenye ukubwa wa hekta mia nne na mbili. Alitaja hapa kwamba wameshapanda hekta. Kwa hiyo sisi tunawaongezea hekta mia nne na mbili ambalo hii shamba lipo wilaya ya Kilombero, mkoa wa Morogoro. Na taratibu zetu za kutoa fedha, hatuwezi kutoa fedha hadi pale ambapo tutakapo saini makubaliano. Kwa hiyo, hafla ya leo ni muhimu sana sisi kwetu, kwamba tutasaini haya makubaliano ili sasa tuweze kuwapatia wenzetu fedha waweze kuanza utekelezaji wa huu mradi katika hii azma ya kuendeleza uh, viwanda hapa nchini.